Kwanza walifika mapema, mmoja wao akaandikisha jina lake. Mpenzi wa lugha yetu ashirafu ya Kiswahili, karibu katika meza hii, meza ya lugha. Tuitakase pasipo takasika, atuweke wazi na tunyooshe pale ambapo hapajanyooka. Uh, kuna maneno ambayo yanatumika ndivyo sivyo. Maneno yanatumika ndivyo sivyo, na maneno haya hayana mtagusano wa wowote katika lugha yetu ashirafu, lugha ya Kiswahili. Kuna neno kaanga, a, neno kaanga pamoja na neno karanga. Maneno haya mawili yanatumika ndivyo sivyo. Ningependa tuone tofauti baina ya maneno haya ili tunapotumia katika mawasiliano tusitumie kisambe jambe, tusitumie maneno haya kikukurukakara tu, bali tuweke katika matumizi yake sambamba, matumizi ambayo yanaleta tija katika mawasiliano. Tuanze na maana ya neno kaanga. Kaanga ni kufanya nini? Kaanga ni kitenzi, kitenzi, neno lenye maana ya kupika kutumia mafuta. Kwa hivyo unapopika kutumia mafuta, una kaanga. Je, kuna maana ya neno karanga? Karanga, karanga ni nomino ya. Karanga ni nomino ambayo ina maana ya ule mmea ambao mzizi wake hutengeneza mbegu na mbegu zake mara nyingi hutumika kama chakula a, mbegu zake hutumika kama chakula baada ya kukaanga mbegu zake hukaangwa kwa minajili ya e, chakula. Na ukienda katika mikahawa, sokoni, mara nyingi hutumika sana katika biashara mbegu uh, hizi pia mara nyingi hutumika pia kutengeneza mafuta, mafuta ya kupika, hivyo mafuta yake hutumia katika kukaanga eh. Uh, na hivyo ukikutana na rafiki yako uh, mnaongea katika mawasiliano, anakuambia kwamba anataka eh, akarange chakula ndiposa sijui mpakue mle. Hapana, kaanga, natumia neno kaanga badala ya neno karanga katika kupika kwa kutumia mafuta. Hivyo maana, ma, maneno haya mawili tunastahili kuyatumia katika mazingira yao ambayo ni sahihi na nyohofu inayoleta usanifu zaidi katika lugha yetu ashirafu. Kumbuka katika udhabiti wa lugha na kudhibiti mawasiliano miongoni mwetu. Hivyo tuwasiliane, unieleze hapo ni maneno yepi ambayo pia yanatumika kisambejambe. Tuweke sawa. Hapo utakuwa umechangia katika tunu na tamasha ya kuendeleza lugha yetu hii ashirafu ya Kiswahili. Tuweke katika mawasiliano etuma katika harafa hapo katika jumbe fupi, ili tuone ni maneno yepi yanayotumika ndivyo sivyo. Na kwa hayo machache, na kunja jambi langu na kusema kwa heri, tukutane muda ujao. Shukrani.